Hey, makofi mengi kwa Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui. Naamini saa saba mchana yeye Nasr Ahmed Mazrui, mbunge na madiwani mtawachagua. Saa saba tunasherehekea ushindi katika jimbo la Mwera Siti. Hey, Wazalendo, leo mwenyekiti garagara hapa pana mtu elfu tano mia mbili na kumi na saba. Ongereni nyote mlokuja garagara leo, ongereni nyote mlokuja garagara sasa. Nataka kumleta mwenyekiti wa tume tume yetu ya ushindi, lakini niseme jambo moja na kitoto kidogo, sote tuangalie vitambulisho vyetu vya kupiga kura majumbani. Kila mtu akitoka hapa akakiangalie, kipo sawa, kipo kama. Kipo? nyoeni mikono juu tuvione kama vipi. Ah, kichinjio hicho, shusha mkono chini. huu ni mji au sio? huu ni tuko maeneo mbalimbali, wanaotoka mashamba wanakuja mjini, wanatoka Pemba wanakuja mjini, wanatoka Unguja wanakwenda wapi? Pemba Otokongu mjini wanakwenda ma kila mtu arudi anakopiga kura kwenye kituo chake. Tumeelewana? Kila mtu arudi wapi? kwenye kituo chake anachopigia kura. Hatutaki kufanya makosa. Kura laki saba na kumi na saba tunataka Othman Masudi Othman achaguliwe kwa kura laki saba, elfu kumi na sita na mia tano Tumwachia mia mbili tu za kulilia. Uu, sawa? Tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari!